Kwako vingapi hauvitafuti? Tafuta, nenda ulimwengu wa roho, tafuta kwenye masoko yaliyoko ulimwengu wa roho. Kuna kila bidhaa. Amina. Kitu gani kinaleta ukombozi wa kurejesha hadhi? Ni damu ya Yesu. Niliitumia damu ya Yesu, sawa sawa, damu ya Yesu. Niliitumia damu ya Yesu kweli kweli, damu ya Yesu niliimanisha nikaachilia nikavikomboa, kwa damu ya Yesu. Amina. Nikalipa damu ya Yesu, amina, nikalipa damu ya Yesu. Unaweza ukaota ukajua ni ndoto, lakini ni kitu halisi kimefanyika katika ulimwengu wa roho. Amina. Mimi nimeota nimempa mtu kitu changu, alafu yeye, nina mkoba ametumbukiza hela elfu kumi hasa, anakuja kuangalia huyu ameweka elfu kumi kwenye mfuko wangu kwa nini ameweka elfu kumi na mtu mwenyewe simjui? Baadaye ilinihuzunisha siku tatu, napata na, baadaye nakuja kufunuliwa kwamba kuna biashara imefanyika ulimwengu wa roho, umeuza. Amina, inamaana wamekinunua kitu chako kwa kupitia ile fedha elfu kumi. Walio kupa vitu vingapi kwako vimenunuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Vitu vingapi kwa hiyo haya maombi usivunjike moyo. Na kutia moyo kwamba haya maombi usivunjike moyo. Kama unaweza kuandika andika. Jitahidi sana usitoke kwenye uwepo wa Mungu unapokutana na changamoto yoyote. Jitahidi sana sana sana sana. Yaani jaribu pito lisikutoe kwenye uwepo wa Mungu. Amina. Hujajibiwa usitoke kwenye uwepo wa Mungu. Bado una changamoto, usitoke kwenye uwepo wa Mungu. Bado unaona kwamba hauoni, usitoke. Jitahidi sana sana sana kukaa uweponi mwa Mungu. Amina, tukae kwenye uwepo wa Bwana katika changamoto zote tunazokutana nazo. Tujitahidi kukaa kwenye uwepo wa nini? Uwepo wa Bwana, kwa sababu Bwana amesema tusifadhaike, tusifadhaike katika jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe, kanisa Usikubali kufadhaisha, usikubali kufadhaishwa na jambo lolote. Ya kufadhaishwa yapo. Amina. Ya kufadhaishwa kama kuna mtu amefadhaishwa, basi mimi ndio nilifadhaishwa. Lakini mimi kimbilio langu lilikuwa ni madhabahu. Kimbilio langu lilikuwa ni nini? Ni madhabahu. Sikufadhaishwa, nimefadhaishwa sana sana, na ninawaambia wakati namuombea, naombea madhabahu mimi nina mambo ya kunifadhaisha yaliyopitiliza, lakini sikuona yale ya kwangu kwamba ndiyo sababu. Yale ya kwangu nikifika madhabahuni ya kwangu yameondoka, nafanya kile Bwana amenituma kufanya kwenye madhabahu. Nina mambo magumu ambayo hayasemekeki magumu, lakini nilikuwa nikitoka. Rafiki wa kweli ni Yesu pekee. Amina, fanya Yesu awe rafiki yako. Fanya Yesu awe kimbilio lako. Sikuwa na rafiki. Unaweza ukapita mahali marafiki wakakukimbia. Wote wakakukimbia, rafiki mmoja Yesu hawezi kukukimbia. Hawezi kukukimbia. Hawezi kukusema vibaya. Hawezi kukuchukia. Hawezi kusema nimechoka na wewe. Amina, rafiki pekee ni nani? Ni Yesu. Yesu. Unapofika mahali umezidiwa, rafiki pekee ni nani? Ni Yesu. kama guteni njo ananiambia, nenda ukaombe, nikifika naondolewa yale maombi yangu. Ombea ombea mchungaji, ombea madhabahu ya kwangu, yanachoma kama moto, yanachoma kama moto. Yesu ananiambia usifadhaike katika haya. Amina usifadhaike katika haya, endelea kuamini. Amina, endelea kuamini, kwa sababu yeye si mwanadamu aseme uongo. Sio mtu, mwanadamu anaweza akakwambia uongo, akaniambia uongo, lakini Mungu hawezi kuniambia uongo. Amina, usifadhaike. Baada ya kumaliza maombi haya, kisiwepo cha kukufadhaisha wala kukukatisha tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kisiwepo cha kukufadhaisha wala kukukatisha tamaa. Halijajibiwa bado, lakini Mungu wa roho tayari, Bwana analitendea kazi. Ni wewe mwenyewe usije ukafuta maombi haya. Wakati mwingine tunaomba sana, baadaye tunayafuta wenyewe kwa kutokuamini. Yesu anasema ukiamini utauona mkono wa Bwana. Amen. Ukiamini utafanyaje? utauona mkono wa Bwana. Kwa hiyo usifute maombi yako, endelea kuamini, kwa sababu bado tuko hapa duniani. Hapa duniani tunaishi kwa imani. Mchungaji aliwahi kufundisha kwamba imani tulionayo ndio mkono wa kupokelea baraka, ndio mkono wa kupokelea mema. Unahitaji jambo lolote, endelea kuamini. Amina, endelea kuamini. Nampenda Yesu kuamini kwangu nauona ushindi. Kuamini kwangu naona kuvuka. Kuamini kwangu, mahali ambapo mimi niliyekatiwa tamaa, leo nauona ushindi mkubwa, leo naonekana wa heshima. Nani kanipa hii heshima? ni Yesu, amen. Mwanadamu hawezi kukupa heshima. Ukimwamini Yesu na kujinyenyekesha, atakupa heshima, amina, atakupa heshima Walipokukatia tamaa, Yesu hajakukatia tamaa. Amina, hajakukatia tamaa, na wala wewe usijikatie tamaa. Marufuku kukata tamaa, amen. Usivunjike moyo, usifadhaike, kwa sababu Yesu yuko pamoja na sisi. Amina, Yesu yuko pamoja na sisi, tusifadhaike. Amina. Mimi napokutana na, na changamoto huwa naona pia ni fursa ya kukaa mbele za Bwana s sana sana nitakayemwambia nitamsimulia mc mchungaji, mchungaji na changamoto hii, lakini kazi inaendelea. Changamoto hii, kazi inaendelea. Acha nishuhudie kashuhuda kamoja, changamoto niliyokutana nayo mwaka huu, nadhani ni mwaka huu. Alikuwepo hapa binti yangu Evelini, si ndio? situnamfahamu Evi, si tunamfahamu? nimekaa naye kuli, yani wale walikuwa chuoni wakapeana mimba, amina, wote wakiwa hawana nini? Hawana kazi. Baada ya kwenda kuishi kwa mume, hali kawa ngumu, nikamwambia binti yangu, naomba urudi. Nikamtia moyo na yule kijana, nikamwambia kijana wangu, sivunjike moyo kwa wakati unaopitia ni heri mke wako nikae naye mimi kuliko kuwapa mzigo wa wazazi wako. Nikakaa naye kwa upendo, na akaja akiwa ni mjamzito. Hela inapata wapi? Kijana akaenda kujifungia. Nampenda kwa sababu ni mtu wa maombi pia, na yeye tunaendelea kuomba, tunaendelea kufanya nini? Kuomba. Yuko hapa nilichowaambia, nikawaambia ndugu zake, naomba msije mkamsema kwa lolote kuna mahali anapita mwacheni. Amina. Mimi kama mzazi, niliugua ningemsema, wewe umemaliza chuo kikuu, tumekugharamia, hukusoma kwa mkopo, kwa pesa yetu, alafu umeleta mambo hayo. Niliwaambia nyamazeni, hata baba nimwambia, baba, nakuomba kwa wakati utusivunje moyo wa huyu binti, kuna mahali anapitia zaidi kuliko sisi, yeye anaumia. Amina. akaja akiwa na mimba changa, nilimlea sikuwahi kumtamkia neno baya. Una mtoto wako anapita pagumu, una ndugu yako, usimtamkie neno, mwombee. Amina, usimtukane. Kwamba ee, hey! Hayo ndio masomo, hicho ndio chuo kikuu. Imeshakuwa. Nikawambia mume wangu, imeshakuwa, utamtukanaje sasa? Imeshakuwa yani, imeshakuwa, unasema nini? Tumtie moyo aweze kuvuka tulimtia moyo binti yangu mpaka kajifungua. Tumepata wapi hela ya hospitali? Yesu alijua, mume akajitahidi akatoa, kaambia mama, ndio nilicho nacho. Baada ya hapo, akaniambia mama, naomba uniombe. Amina. Mimi wakwe zangu nawapenda sana, amina. Wanaishi na wanafanikiwa kwa kupitia maombi ninayoyaomba hapa madhabahu hii, amina. Nikaambia haya, nenda kaniachia, binti yuko hospitali ambia mi nitalea, nitaleaje? Yesu anajua, amina. Yesu, mwambie Yesu, unajua kila kitu kwenye maisha yangu. Yesu, unajua kila kitu kwenye maisha yangu, bila wewe mimi sijui chochote. Nimemlea. Bwana Yesu asifiwe. Kaniambia, mama, ninakwenda kugombea, nasikia moyoni mwangu kugombea udiwani. Nikaambia mwanangu, nenda kama unakisikia. Tukaanza maombi hana shilingi, ana miaka ishirini na nane anakwenda kupambana na watu wazito. Maombi hmm, ah, Mungu ni mwema. Wanajua watoto wangu, siku moja tulikuwepo hapa Kinaimi, kile kilichofanyika hapa, naomba kwa sababu ndio maono yake, lazima ni, ni yabebe, naye ananitegemea, ushindi anautegemea kwenye mikono yangu. Amina, mimi wakwezangu wanawategemea wananitegemea mno na wanafanikiwa sana, na mimi nimekuwa mama bora kwao. Amina, nimekuwa mama bora kwao. Tumeomba saya imefika, mengi yalitendeka. Kwa sababu mnarusha kwenye mtandao, siwezi kuongea mengi. Tulifanya vitu ambalo Roho Mtakatifu alitutuma kufanya. Baada ya ushindi, wakakata jina lake ngazi ya, ya mkoa, ngazi ya wilaya, kaambia kuna kuvunjika moyo tunashinda juu kwenda juu, wote wakapigwa chini, yeye asiye yes na kitu jina lake likapita, akawa wadiwani. Nikamwambia baada ya kushinda udiwani, nikamwambia mbona nasikia uwe meya, nikamwambia mbona nasikia, mbona kwamba wewe ni meya, na kuona kwenye kiti cha umea. Tumevuka, tumevuka, sasa ni meya wa mji wa Bukoba, mkwe wangu mume wa Everin Amen. Yote haya ni maombi Alafu mimi nampenda na, na, na Yesu, wakwezangu wa wananisikia nitakachowambia wanafanya vile vile. Nikamwambia mimi umeshinda huu diwani, lakini sina furaha sana. Kuna kitu nakiona, naona umekaa umevaa vazi fulani hivi kwenye kiti cha umea. Akaingia kufanya kinyang'anyiro cha umea, kimekuwa kigumu, lakini ameshinda. Umemwona Yesu anavyonitendea eh? mmemwona eh? Yesu alivyomwema kwa hiyo mimi ni mtu ambaye hakati tamaa. Nilichokuwa napambania ni kilio cha mwanangu kiishe, amina. Kilio cha binti yangu kiishe. Mpaka anasema nitampata wapi mama kama wewe, usiondoke mama. Nikaambia a a, ukifika wakati kazi imeisha nitaenda. Amina, pambania kizazi chako, pambania kizazi chako. Bwana Yesu apewe sifa. Pambania uzao wako, sikate tamaa. Sijawahi kukata tamaa. Magumu yanakuja, kila mmoja ataongea lake. Nimeinua macho yangu, mtunga zaburi wa mia na ishirini na moja anasemaje? Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Ni katika Bwana aliyeziumba nani, mbingu na nchi. Wewe unainua wapi macho yako? Wewe unamtazama nani? unamtazama nani? Inua macho, mtazame Yesu. Kaza, nitayainua macho yangu katika hili, nitamtazama Yesu katika hili, mwenye kuanzisha, yeye aliye alfa na Omega nitamtazama, nitainua macho yangu, ni mtazame. Amina, nitainua macho. Inua macho, mtazame Yesu. Usitazame kwamba maombi ya siku hamsini ya hamsini na ngapi, arobaini na saba eh, hayajajibiwa. Usiangalie hicho wewe, mtazame Yesu ajibu asijibu, bado yeye ni baba kwangu. Amina, ajibu asijibu, yeye ni baba kwangu. Mimi leo wanavyoniona wale tuliokuwa nao kule huwa wanatamani kuja kuiga imani, utuambie imani uliokuwa nayo wewe. Ndio yule naambia, ndio yule yule, ni Yesu tu. Amini tu, amini tu, sindio? We, amini tu, imradi umemthibitisha Kristo kwamba anaweza. Amini tu, amina. Amini tu lolote unaloliamini, amini tu, amini katika jambo lolote, amini katika jambo lolote, amini tu kwamba Yesu anaweza. Amina, Yesu anaweza. Amina, Bwana Yesu apewe sifa. Si hata juzi nilivyoona, si kwanza kupiga mchungaji, hiki mbona iko hivi nilikushughulikia alishamaliza kazi, akatufundisha masoko yaliyoko ulimwengu wa roho. Amina. Wakati mwingine unakuja kulia kwa mchungaji, alishakufundisha amina, tulishajifunza, tulishajifunza lakini tunarudi kumlilia. Ameshatupitisha tupit, maeneo mengi mno, ametufungua mno, lakini sisi wenyewe tunakuwa sio watendaji, huwa tunasahau mwambie Roho Mtakatifu, nikumbushe kila nilichojifunza, kila nilichojifunza, kila kilicho mimi. Masoko ulimwengu wa roho, tumejifunza lini? Wangapi walikuwepo kwenye hilo somo? Hapa nyosha mkono uliyekuwepo kwenye hilo somo, masoko yaliyoko ulimwengu wa roho. Ni muda mrefu, ni muda mrefu, lakini nikakumbushwa kwamba ushindi urudi kwenye masoko yaliyoko ulimwengu wa roho, kuna biashara imefanyika. Nikarudi nikaanza oho oh, kuna biashara kumbe, kuna biashara kumbe, hii ni biashara iliyofanyika ulimwengu wa roho, nikaishughulikia nikanyang'anya. Sasa baadaye, roho inaniuma wote, vitu vya watu viko mahali pale, wamefungwa hawaoni. Bwana Yesu apewe sifa Wakati mwingine tunaweza ukasema, ah, ni somo. Wakati mwingine huwa tunakasirika mchungaji naye masomo, ulimwengu wa roho, kwani kuna soko gani? Kuna soko gani ulimwengu wa... yaani kuna nini ulimwengu wa roho? Unaona kama vile sijui kama kamchezo, ah, yaani kama vile, ah, somo lake halieleweki masoko. Lakini pale utakapokutana na hilo tatizo, unatakiwa kudai kitu chako, utalikumbuka somo hili lililoko ulimwengu wa kwamba masoko yaliyoko ulimwengu wa roho tunafunguliwa nani mimi nilikuwa sijui kama kuna masoko yaliyoko ulimwengu wa Roho. Baada ya kufundishwa nikakumbushwa tena kwamba nakumbuka somo. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine tunafadhaika bure. Tumefundishwa sana, amina, tumeombewa sana. Yesu anasema tusifadhaike. Kila kitu hapa tumepewa kila kitu kwenye madhabahu hii tumepewa, amina mimi nilivyorudishiwa kitu changu nilipokea nguvu nguvu nguvu nguvu, yaani mpaka nikaona, yani sijui kama vile nataka kupaa. Bwana Yesu apewe sifa. mimi ni mtu mzima lakini maombi au ni shindi, nasema vijana tuko pamoja, tuko sambamba. kama ni masaa sita nitakwenda masaa sita, kama ni usiku nzima, yani wasichoke kwenye hilo eneo, na kushangaa wewe kijana ambaye unachoka, usichoke. Bwana akiniambia hakuna kulala, hiyo kwangu ni nyepesi. Sijazeeka kwenye eneo la maombi hapo, nampenda Yesu kwenye hilo eneo, sijazeeka mkesha kama kawaida. Yaani natamani, yaani unaenda unazama. Unafikiri wewe ukienda unayatafuta masoko aliyokuwa Mungu wa roho, unatafuta kitu chako utaomba kimchezo, eh? kitu chako kimeibiwa, maombi haya siku hizi ngapi? Tunakwenda tunaendelea na maombi, tunaendelea na maombi. Ebu zama, tafuta kitu chako ulimwengu wa roho. Ebu zama, tafuta kitu chako kwenye masoko yaliyoko ulimwengu wa roho. Amina, ebu Yesu alishamaliza akasema, usifadhaike. Amina, ebu zama, zama, zama, nenda ulimwengu wa roho. Kuna kilio unalia nacho, zama, nenda ulimwengu wa roho, nenda kwenye masoko yaliyoko ulimwengu wa roho, kaangalia hivyo vitu. Nimewaambia kwamba niliona kila kitu. Hapa hapa wanasema, wameweka nani, vibari vya watu, biashara za watu, ndoa za watu, vizazi vya watu kwenye kabati. Amina, kwenye nini? Kwenye kabati, waume za watu, ndoa za watu zenye mateso zimewekwa, zimeuzwa, biashara imefanyika ulimwengu wa roho. Nani awezaye kuvikomboa? Yesu alimaliza kazi. Amen. Yesu alimaliza kazi. Hatuwezi kumwambia leo Yesu, nenda kakomboe. Alimaliza kazi, akatupa ushindi, akasema, nimewapa mamlaka ya kukanyaga inge na nyoka na nguvu zote za yule mwovu adui Shetani, na akasema, ninayaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Unaweza zama ulimwengu wa roho, unalia na tatizo fulani, zama ulimwengu wa roho, nenda kwenye masoko alikuku mmwa roho kaangalia hicho kitu chako Nenda kaangalia hicho kitu chako. Sio wakati wa kulia, sio wakati wa kulia. Yesu alishatupa mamlaka. Wakati mwingine huwa Bwana anatuangalia anatucheka. Nimewapa mamlaka, nimewapa uweza, nimewapa nguvu, tunashindwa. Bwana Yesu apewe sifa. Adui anatushinda, tunashindwa, vitu vyetu vinakamata vinakamatwa. Ulimwengu wa roho, nenda kwenye masoko Zama rohoni, mtafute bwana kwa kumaanisha, usije kuzama hapa hapa. Kuna ratiba nyingi, tumia muda wako nyumbani. Amka usiku wa manane, amka usiku wa manane, amka usiku wa manane. Oh, bwana yesu ni mzuri. Amka usiku wa manane kama hutaki kuendelea na ile shida yako. Nikuambie kitu, kama hutaki tena kulia, amka usiku wa manane, zama rohoni usiku wa manane, ukija hapa unakuja kumwambia bwana asante. Amina, unakuja kumwambia bwana asante. Yani vile nilivyoviona nikasema kumbe tunalia, kumbe adui amekamata, kumbe adui amehifadhi. Amina. Ha, mimi cha kwangu nilikichukua, cha kwangu nilikichua, hakipo kwenye ile kabati. Nikienda ulimwengu wa roho hakipo lakini naona vitu vya watu wengi viko kwenye ile kabati kwenye li, na maana lile ni godauni lao, vidai. Amina. Yesu alimaliza kazi na akatupa mamlaka ya kuitumia damu yake. unaitumiaje damu ya Yesu? wenzetu wanatumia damu zao kutukamata, damu za ndege na za wanyama na za binadamu. Je, ziko juu ya damu ya Yesu? kwa nini nisitumie damu ya Yesu kukamata cha kwangu kwa nini nisitumie damu ya Yesu kukamata biashara yangu? Kwa nini nisitumie damu ya Yesu? Bwana Yesu apewe sifa. Huwa tunaiona kwamba, yani mara nyingi hatuoni uthamani ulio ndani ya damu ya Yesu. Ufunuo kumi na mbili kumi na moja nasema nao, wakamshinda kwa damu ya nini? Ya mwana kondoo. Kumbe damu ya mwana kondoo inaweza kutupa nguvu ya kushinda. Nao wakamshinda na wakamshinda, wakamshinda kwa damu ipi? Kwa damu ya mwanakondoo. Tumia damu ya Yesu tumia, zama ulimwengu wa roho, tafuta kitu chako ulimwengu wa roho, tafuta, tafuta tafuta, tafuta, tafuta. Nilitafuta kitu changu ulimwengu wa roho, nikasema sikubali, nitang'ang'ana, niling'ang'ana, niling'ang'ana, nimezama, nimezama la, nikaona kabati nikaona kabati nikaona kabati nikaona kitu changu kimeweka kwenye kabati nikachukua. Wakati mwingine tunalia tunajisumbua bure. Unafikiri machozi hayo? Yesu amemaliza kazi. Wewe unalia anakucheka kucheka, amina. Wewe we unalia anakucheka. Twende kwenye ulimwengu wa roho, twende kwenye masoko. Tuna baba mzuri ametufundisha masoko yaliyoko ulimwengu wa roho, biashara zilizofanyika walifanya wazazi wetu biashara, mizimu ya ukoo imefanya biashara. Twende ulimwengu wa roho, Bwana Yesu apewe sifa. Twende ulimwengu wa roho, ukizama ukiona na ukimaanisha, Bwana atakufunulia yote. nabokutaraba rikatereke nabakataraba katika jina la Yesu.